Tanzania huadhimisha siku ya kuwakumbuka mashujaa waliopoteza maisha yao wakiutetea kuupigania na kuulinda uhuru wa Tanzania kila ifikapo Julai ishirini na tano ya kila mwaka. Siku hii ya kuwakumbuka mashujaa huambatana na shughuli mbalimbali zikiwemo dua na sala maalum za kuombea mashujaa waliopoteza maisha na kuiombea amani ya nchi kutoka kwa viongozi wa madhehebu ya dini. Shughuli nyingine ni gwaride maalum la vikosi vya majeshi ya ulinzi na usalama. Tujiunge naye Makrina Siovelwa kwa taarifa zaidi. Hivi ndivyo nduli Idi Amin dada alivyoanza chokochoko choko za kuichokoza Tanzania kwa kuwaahidi Waganda kwamba eneo la kaskazini mwa Mto Kagera ni eneo la Uganda na hivyo atahakikisha anawarudishia Waganda. Kauli hiyo haikuishia hapo, kwani Idi Amin alitangaza rasmi kuanza vita na Tanzania. Lakini, siku nyingine, kama maneno takuwa mbaya, mimi mutarudi, mutasafisha paka Dar es Salaam. Jambo hili lilimkasirisha sana baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na hasa pale Idi Amin kutangaza kuwa ana uwezo wa kuisambaratisha Tanzania. Mwalimu akaamua kumwadabisha na hatimaye kuruhusu vikosi vya Tanzania kupambana vita dhidi ya Idi Amin na wanajeshi wake Sajana, nchi yetu na yamechukua sehemu hiyo ya Tanzania iliyo kaskazini kwa mto wa Kagera, kwamba tangu sasa eti sehemu hiyo ni ya Uganda na itatawaliwa kijeshi kama Uganda, na ndivyo alivyotangaza mwenyewe ii ametusaidia katika kutangaza jambo hilo kusudi sasa kwa sasa ubishi uishi. Halikuwa jambo rahisi, lakini Tanzania ilifanikiwa kushinda vita hivyo na Idi Amin kutorokea ng'ambo. Hakika mpaka sasa kufika hapa na uhuru ambao kama taifa tunajivunia, wapo waliofanikisha hili, na hawa ndiyo mashujaa wa Tanzania. Siku ya mashujaa katika taifa hili ni siku maalumu ya kuwakumbuka wale wote waliopigana kwa ajili ya taifa na hata kujitoa muhanga wa maisha yao toka vita ya pili ya dunia mwaka 1945 hadi vita ya ukombozi ya Msumbiji dhidi ya kikundi cha Renamo mwaka 1986. Jeshi la Tanzania limepambana vilivyo kuhakikisha linashinda haya yote. Nafunga safari na kukutana Mzee Mbaruku ambaye yeye amepigana vita ya pili ya dunia na Emmanuel ambaye yeye amepigana vita ya Kagera na vita ya ukombozi ya Msumbiji dhidi ya kikundi cha Renamo. Wanatueleza namna mapigano haya yalivyokuwa na nafasi ya wanajeshi wa Tanzania katika vita hivyo. Eh, kwa kweli mi, michango ya wananchi ndo iliturahisishia kazi baada ya kuona wananchi kwa kweli wanatuchangia, na sisi tukawa tunapata moyo wa kumfukuza Nduli Idi Amin, na sapoti kubwa tulipata hata kwa watu wake mwenyewe nduli Nduli Idi Amin. Kila tulipokuwa tunakwenda, walikuwa wanatupokea na wanatuelekeza. Askari wa Idi Amin na Watanzania walikuwa ni watu tofauti. Sisi Watanzania tuna mapenzi na watu, wananchi wa kawaida tofauti na wanduli Idi Amin, walikuwa wanawaharasi wanawafanyia vitendo vya ajabu ajabu. Kwa hivyo ikawa ni msaada mkubwa kwetu, kila tunapokwenda wanatupokea vizuri na wanatuelekeza. Ni dhahiri katika vita vyote ambavyo wanajeshi wetu walipigana, hakuna hata moja ambayo wameshindwa. Je, kwa upande wao ni vita gani ilikuwa ngumu kwa wanajeshi wa Tanzania? vita ilikuwa mbaya zaidi ya Msumbiji kuwa kwanza kokote kule unaweza kushambuliwa kwa sababu, yeyote atakayekutana mbele yako ni adui, au mwanamke, mtoto, mzee, nani ni adui? Usimwache, unamfanyia una ni mambo mawili tu ya kumfanyia, uondoke naye au muue ndio uendelee na safari. Wazee wetu waliweka uzalendo mbele na maslahi ya taifa kuliko chochote kile, na sasa wanawatazama vijana wa sasa na uzalendo wanatazama zaidi pesa, uzalendo ule hamna. Tofauti na sisi, kwa kweli, tulikuwa tunakwenda tunapigania, ni uzalendo. Pesa tulikuwa tu, hatuziweki mbele sana. Hivi karibuni taifa lilikumbwa na mgogoro wa kisiasa hasa wakati wa uchaguzi mkuu mwaka elfu mbili na kumi na tano, na zipo kauli za baadhi ya viongozi ambazo zililenga damu imwagike. Wazee hawa wanalitazama hili kwa jicho la pekee. Sasa mimi nafikiri serikali ichukue tahadhari, mtu anayesema hivi isiwe na huruma, ni kumchukua kumchukulia hatua kwa kweli okay. Siasa ina mipaka yake, na uhuru ukizidi mpaka inakuwa sio uhuru tena, inakuwa ni utumwa. Uhuru na mipaka yake, na kweli wanasiasa wengi wanasema tu oh, ms, demokrasia inaminywa, siasa inaminywa, hawajui kwa sababu wao wenyewe vurugu zitakapotokea hawatakuwepo, watakimbia. Mi nasihi tuwakamate wao kwanza, damu zianze kumwagika zao, hawa wanasiasa ndio waseme sasa. Huku kungivi, hiki kinaitwa kilio. Hii sikukuu ya sasa ni kilio, watu hawajui. Kilio ni kama mizimu ya zamani. Siku ya mashujaa taifa la Tanzania lilipofika, limevuka vijingi vingi sana. Ziko vita mbalimbali mbali ambazo wanajeshi wa Tanzania walishiriki kupigana, lakini pia operesheni mbalimbali mbali ambazo zilitimizwa na wanajeshi hawa wa Tanzania. Hapa nipo na mzee eh, Mbaruku pamoja na mzee Emmanuel. Hawa ni wazee ambao walihakikisha kwamba Tanzania inakuwa na amani, walipigana vita na kutimiza operesheni mbali mbalimbali ikiwamo vita ya pili ya dunia, lakini vita ya Kagera na vita ya Msumbiji. Wazee hawa walishiriki. Hakika tuwaenzi mashujaa wetu waliopigana vita mbalimbali mbali. Kutoka hapa jijini Dar es Salaam katika mnara huu wa mashujaa, Makrina Siovelwa, Mlimani TV, elimu kwanza.